Muda fulani uliopita mtu mmoja kanisani kwangu alinitumia orodha ya kuchekesha ya mambo ambayo mama yake alimfundisha alipokuwa akikua. Iliandikwa, mama yangu alinifundisha dhamani ya usafi aliposema, kama wewe na ndugu zako mnaenda kuwana, tokeni nje, nimesafisha nyumba. Pia aliandika, mama yangu alinifundisha dhamani ya uvumilivu aliposema, utakaa hapo kwenye meza ya chakula cha jioni mpaka umemaliza kula mchicha wako wote. Kweli naweza kujitambulisha na hiyo, na wewe je? Mara nyingi usiku ningekuwa peke yangu kwenye meza ya chakula cha jioni na njegere za kijani zikiwa zimebaki kwenye sahani yangu, na siwezi kuvumilia njegere za kijani hadi leo. Ni wazi kwamba ni matokeo ya dunia iliyoanguka. Mama yangu angeniambia ni lazima nibaki kwenye meza ya chakula cha jioni mpaka hizo njegere zote ziishe, basi nilianza kuhifadhi eh, njegere zangu za chini ya ukingo wa sahani yangu na kisha kuzisaga chini ya ukingo ili zishikilie kisha ningejitolea kuosha sahani. Basi hatimaye mama yangu aligundua hilo na akaenda kununua sahani za kioo wazi, na hiyo ikamaliza eh, desturi hiyo. Kweli kwa kweli, kuna mambo mengi sana ya kuorodhesha ambayo nilijifunza kutoka kwa mama yangu mcha Mungu nilipokuwa nikikuwa Na wewe je? Eh, mara nyingi angeonyesha kibao kilichoning'inia kwenye ukuta wa nyumba yetu ya wamishonari ambapo mimi na ndugu zangu watatu tulikulia, na kilisomeka hivi: maisha moja tu yatapita haraka, ni kile tu kilichofanywa kwa ajili ya Kristo itakachodumu. Basi tumefika kwenye sura ya mwisho katika kitabu cha Mithali. Unajua nini inatokea? Kuwa ni ushauri kutoka kwa mama kwenda kwa mwanawe. Sura inaanza hapa katika mstari wa kwanza na kichwa hiki maneno ya mfalme Lemueli, ujumbe ambao mama yake alimfundisha. Sasa hatuna rekodi yoyote ya mfalme Lemueli katika Agano la Kale, lakini Lemueli linamaanisha anayemilikiwa na Mungu, na mimi nakubaliana na baadhi na ya wasomi wa Agano la Kale kwamba Lemueli alikuwa jina maalum kwa Sulemani alilopewa na mama yake ambaye alikuwa amemweka wakfu kwa Mungu. Na mama yake Sulemani, bila shaka hakuwa mwingine bali Bathsheba. Kwa hivyo uweko wakfu kwa Sulemani kwa Bwana kungewakilisha ushuhuda wake binafsi wa toba na kujitolea kwa Bwana, na hakutaka chochote zaidi ya mwanawe kumfuata Bwana. Pia nadhani ni jambo la kuvutia kwamba ushauri wake wa kwanza kwa Sulemani ni onyo hapa katika mstari wa tatu, usiwape wanawake nguvu zako, njia zako kwa wale Wanaoharibu, wafalme kwa. Angejua, sivyo? Kwa sababu ya dhambi yake na Mfalme Daudi, angeona familia yake ikijaa matatizo na mgawanyiko. Ni ni ni huzuni kweli kusoma hili na kufikiria kwamba Sulemani hatatii ushauri wa mama yake. Wanawake hakika wataingia katika maisha yake, wataharibu sifa yake ya kiungu, ataruhusu wao kuharibu mwendo wake na Mungu. Sasa, onyo la pili kutoka kwa Bathsheba linahusu hatari za pombe. Anamwambia hapa katika katika mstari wa tano kwamba kunywa kunachanganya akili za wafalme. Anasema wananywa na kusahau kile kilichoamriwa na kupotosha haki za wote wanaoteseka. Sasa ninakisia hapa, lakini nani ajuae? Daudi huenda alikuwa anakunywa usiku ule alipoona Bathsheba kule chini katika uwa wake akioga Je, alikunywa na kusahau kile kilichoamriwa na Bwana kuhusu uzinzi na jinsi mfalme anavyopaswa kutenda? Kwa nini angefanya kwa upumbavu hivyo? Sasa baada ya maonyo haya maalum, Batsheba anaanza kumwelezea Sulemani sifa za mwanamke mcha Mungu. Hapa kuna orodha ya kutafuta mke na inachukua takriban mistari 22. Orodha hii kwa njia inanifanya nikumbuke sifa za kiungu kwa mume mzuri utapata hiyo katika moja Timotheo sura ya tatu. Inahitajika kwa wanaume wanaoongoza kanisa na kwa kweli ni sehemu ya wasifu wa kila mwanaume anayetaka kuwa mtu mcha Mungu. Sasa orodha hiyo kila mara inanitia hofu, lakini hebu nikuambie, ni mzuri kwangu. Sitaweza kuikamilisha kikamilifu, lakini ni lengo la uchaji Mungu kwako na kwangu kwa kila mwanaume anayemilikiwa na Bwana kufuatilia vema. Hakuna mwanamke atakayekamilisha orodha hii kikamilifu pia, lakini mistari hii 22 inatupa lengo la uchaji Mungu kwa wanawake hadi leo hii. Sasa sehemu hii inayoanza hapa katika mstari wa kumi ni shairi kweli, ni shairi la akrostiki. Kila mstari unaanza na herufi inayofuata ya alfabeti ya Kiebrania na ilifanya kifungu hiki kuwa rahisi kwa taifa la Israeli kukariri. Na inaanza na swali hapa katika mstari wa kumi mke bora au mwenye maadili. Ni nani anayeweza kumpata? Yeye ni wa thamani zaidi kuliko vito. Kwa maneno mengine, mwanamume anaweza kuwa maskini kifedha lakini akimpata mke kama huyu. Yeye ni mtu tajiri. Anaweza kumwamini, mstari wa kumi na moja unasema, kwa moyo wake na kwa maisha yake. Sasa unaposoma orodha hii utagundua kwamba yeye ni mmoja wa wanawake wanaofanya kazi kwa bidii zaidi duniani. Kwa kweli, hakuna mwanamke atakaye kuwa na uwezo wa kufanya haya yote bila hawa wajakazi ambao wanafanya kazi kwake, waliotajwa hapa katika mstari wa 15. Inaonekana alikuwa na kikosi cha wanawake wa nyumbani. Mke wangu mara nyingi ameniambia kwa utani kwamba angeweza kutimiza Mithali sura ya 31 ikiwa ningemwajiri nyumba iliyojaa wanawake kufanya kazi kwake kweli kwa mke wangu mwaminifu na na pengine kwa wake wengi wanaonisikia leo hii. A, huna nyumba iliyojaa watu wanaofanya kazi kwako, sivyo? Nadhani ni wewe tu. Hata kama ni wewe tu, Bathsheba anatoa ushauri mzuri hapa. Anaongeza kwenye orodha maelezo ya utambuzi wa kifedha. Tunamwona hapa akifanya kazi si nyumbani tu, bali pia akipata pesa nje ya nyumba. Mstari wa 16 unasema anatafakari shamba na analinunua kwa matunda ya mikono yake, anapanda shamba la mizabibu. Chini kwenye mstari wa 24 anatengeneza mavazi ya kitani na kuyauza, anapeleka mishipi kwa mfanya biashara. Kwa njia, yeye si tu anauza nguo sokoni, anavisha familia yake mwenyewe. Mstari wa 21 unasema haogopi theluji kwa ajili ya nyumba yake kwa maana nyumba yake yote imevikwa nguo za rangi nyekundu. Neno hilo lililotafsiriwa kama rangi nyekundu kwa kweli linamaanisha vazi la mara mbili. Kwa hivyo mavazi yao yalikuwa na unene wa mara mbili kwa ajili ya baridi, majira ya baridi yenye theluji. Tunaambiwa hapa katika mstari wa ishirini kwamba anajali watu nje ya familia yake, anaofungua mkono wake kwa maskini na kunyosha mkono wake kwa wahitaji. Sasa sidhani kwamba anatoa kila kitu na kutembea akiwa amevaa kama maskini. Tunaambiwa hapa katika mstari wa 22 kwamba mavazi yake mwenyewe ni ya kitani bora na rangi ya zambarau. Kweli, kauli hiyo inawakilisha kipimo cha utajiri na ladha ya mitindo katika mavazi. Sasa tunapewa mtazamo mfupi wa mume wake hapa katika mstari wa 23: yeye ni mtu anayejulikana katika malango, anaketi miongoni mwa wazee. Hii inamaanisha yeye ni mtu anayeheshimika sana, labda hata ni hakimu. Kwa hivyo wazo hapa ni kwamba mke wake anaongeza uaminifu wake, ameongeza heshima yake kwa vitendo vyake na kwa sifa zake. Kwa hivyo haishangazi kwamba shairi hili linajumuisha kauli ya kibinafsi sasa kutoka kwa mume wake katika mstari wa 29, anasema wanawake wengi wamefanya vizuri, lakini wewe unawapita wote. Sasa tunajua kutoka kwa rekodi ya mbili Samueli kwamba Bathsheba alikuwa mwanamke e mrembo na mwenye mvuto wa kutosha kuvutia askari mwaminifu wa Daudi Uria e huyu shujaa maarufu alimuoa kwa bahati mbaya. Bathsheba pia alikuwa mrembo wa kutosha kuvutia David, ambaye alitumia vibaya mamlaka yake, akicheza na nafasi yake, akiomba Bathsheba aletwe kwenye jumba lake usiku huo. Lakini sasa sikiliza tu kile mrembo Batsheba anasema kuhusu uzuri hapa katika mstari wa 30. mvuto ni udanganyifu, uzuri ni ubatili, lakini mwanamke anayemcha Bwana anastahili kusifiwa. Je, utamsikiliza anapompa ushauri mwanawe? Mvuto huo huwa unaweza kuwa udanganyifu, unaweza kukuingiza kwenye matatizo. Uzuri ni ubatili. Hilo linaweza kuwa ubatili, unaweza kuwa mtupu bila uhusiano wowote wa na Bwana, hauleti kuridhika. Ni kuambie, kama una mama mwenye kumcha Mungu, kama umebarikiwa kuolewa na mwanamke mwenye kumcha Mungu, basi atakupa ushauri huu huu. Atajali zaidi tabia yake kuliko rangi ya ngozi yake. Atajaza akili yake zaidi na neno la Mungu kuliko mitindo ya hivi karibuni. Atawahimiza watoto wake kama anawa, kutafuta kibali cha Mungu na umakini wa Mungu badala ya kupata umakini na kibali cha watu. Ataishi kwa kanuni hii: maisha ni moja tu, yatapita haraka. Ni kile tu kilichofanywa kwa ajili ya Kristo ndicho kitakachodumu. Kwa hayo tunamaliza safari yetu ya hekima kupitia kitabu cha Mithali mpaka safari yetu inayofuata ianze, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.